Wanafunzi kwa Iringa na katika michezo na burudani, Education FC yazidi kujinoa vikali mashindano ya vitivyo. Habari popote pale, mtazamaji wa UoI Digital, karibu tena katika taarifa ya habari inayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Utakuwa nami Teresia Chamila, lakini pia unaweza kutupata katika mitandao ya kijamii Instagram na YouTube @UoIDigital. Wanafunzi 124 kutoka shule za sekondari 130 zilizopo mkoa wa Iringa wamehudhuria katika kongamano la Pasaka easter conference linalofanyika kwa muda wa siku tano katika shule ya sekondari Shimpoltech manispaa ya Iringa. Mwanahabari wetu ni Tete Kahise anaundani na taarifa hii. Akifanya uzinduzi wa kongamano hilo, askofu wa kanisa la kiinjili la kilutheri Tanzania KKKT dayosisi ya Iringa Daktari Blaston Tuluweni Gavile amesema ni muhimu wanafunzi hao kuwa wasikivu na kuweka imani yao kwa Mungu ili awafanikishe kielimu, kiafya na kifikra. Sikiliza neno, soma neno, tafakari neno, uwe mwombaji, lakini uwe na matendo ya huruma pia. Mratibu wa kongamano hilo ambaye ni mlezi wa UKWATA mkoa wa Iringa, mchungaji Tadei Kihwaga amesema wanategemea kuona mabadiliko makubwa ya kimaadili na bidii ya masomo kwa wanafunzi wote waliofika katika kongamano hilo. Mkutano huu ni mzuri kwa vijana wetu na tunategemea kwamba baada ya mkutano huu vijana wetu watakuwa wamebadilika sana kimaadili, watakuwa wamemjua Mungu, lakini watafanyika kuwa taifa bora kabisa, lakini pia watafanyika kuwa washirika wazuri wenye maadili nao baadhi ya wanafunzi walioshiriki kongamano hilo wamesema wanatarajia kupata maarifa yatakayowasaidia kuepuka kujihusisha na makundi mabaya na vitendo viovu. Eja yangu cha kwanza kabisa ni kukua kiloo kutoka hatua moja kwenda nyingine, lakini pia kupata mafunzo ambayo sikuweza kuyapata shuleni na mtaani kuhusu maswala ya kidini, maswala yangu ya kielimu, lakini pia maisha yangu ya kijamii. Na hapa ndipo wanafunzi wa shule za sekondari takriban mia moja thelathini za hapa mkoani Iringa wanakusanyika kwa muda wa siku tano wakijadili masuala mbalimbali mbali ya kiwemo, ya kiroho, ya kimwili pamoja na kiakili na elimu kwa ujumla wake katika eneo hili la shule ya sekondari Shimpolite iliyoko eneo la Donbosco mkoani Iringa, kutoka eneo la Donbosco mkoani Iringa, mimi. Mimi Kahise wa UoI Digital. Waziri wa afya na mazingira serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa Chacha Wangoge ameomba wanafunzi kuendelea kutunza miundombinu ya maji chuoni hapo ili kuepuka gharama zinazoweza kuongezeka kwa matumizi mabaya ya maji. Mwanahabari wetu Gloria Pasco anaongana na taarifa hii. Tunza na UoI Digital, ikiwa ni wiki ya maji duniani, amesema kuwa upande wa chuo kikuu cha Iringa wamekuwa wakitoa elimu ya matumizi sahihi ya maji kwenye hosteli za chuoni hapo ili kuepuka upotevu wa maji chuoni mkazo wa kuzuia upotevu wa maji kwa maana ya wiki hii ya uzuizi wa maji au kama kutoa elimu kwa upande wa chuo chetu, chuo kikuu cha Iringa, tunashukuru kwamba chanzo cha maji tulichonacho au vyanzo vya maji ambavyo tunavitumia hali si mbaya, kwa maana maji yanapatikana, lakini pia hakuna uharibifu mkubwa wa makusudi au wa bahati mbaya ambao umeweza kuonekana unapelekea upotevu wa maji nao baadhi ya wanafunzi chuoni wamesema kuwa ni wajibu wa kila mmoja kulinda miundombinu ya maji kwa kuto kuharibika miundombinu yake wawapo chuoni ili kuepuka ongezeko la gharama ya malipo ya maji chuoni, lakini pia wanapaswa kuripoti matukio ya uvujaji maji katika maeneo husika. Nikikuta maji yanatiririka, jambo la kwanza natakiwa kufunga, lakini nikiona labda kama ni bomba limepasuka ama limevunjika basi natakiwa kutoa taarifa sehemu husika, ili waweze kulishughulikia hilo. Watu gani? Hapa kwanza ni kuhakikisha kama taasisi kwamba inakuwa na mi miundomin, miundombinu ambayo ni bora ya kuweza kupambana dhidi ya matukio hayo, lakini pia ni kukumbusha kila mtu kwamba anawajibika kuhakikisha kwamba anaweza kutunza maji kiasi kwamba tusizo gharama tusiingie mataifa umependekeza kuwa katika kudhibiti changamoto hii, kila mmoja anapaswa kusema, ninaahidi kuhifadhi maji kila siku, kuyatumia kwa busara na si kuyapoteza. Nitaokoa kila tone niwezalo kila siku ya juma. Kutoka chuo kikuu cha Iringa, Glori Pasco ya UoI Digital. Taarifa yake ya Glori Pasco inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na uchumi zitakazoletwa kwako na Sisilia Gaigai. Katibu wa kiotahabu chuo kikuu cha Iringa Meli Msigwa ametoa rai kwa wanafunzi chuoni hapo kufika kiotahabu kwa ajili ya kupata mafunzo ya ujasiriamali ili kutambua fursa na kupata masoko kwenye biashara zao. Ni facility ambayo imeandaliwa ndani ya chuo cha Iringa chini ya jengo la Center for Entrepreneurship and Innovation. Kwa kifupi tunaita safe. Na lengo la kuanzishwa senta hii ni kwa ajili ya kuwasaidia wanafunzi ambao wana mawazo ya kijasiriamali ya lakini pia wanabunifu mbalimbali ili waweze kupata ujuzi, waweze kupata elimu na mafunzo mbadala, tofauti na yale wanayopata darasani katika kozi mbalimbali walizosajiliwa ndani amezungumza kuwa wanafunzi wamekuwa na dhana ya kwamba kiotaabu ni kwa ajili ya wanafunzi wa vitivyo vya biashara tu, jambo ambalo sio sahihi. Wanafunzi wengi wa chuo cha Iringa wana, wanahisi kwamba kiota au sei ni kwa ajili ya wanafunzi wanaosoma biashara tu, au hawanao kwenye department ya fabric peke yake, lakini hiyo si sawa hii ni center hii au ni kwa ajili ya wanafunzi wote katika pakati zote ambao wanaweza ku turn their careers kwenda kwenye ujasiriamali. Naye mwanasheria mkuu wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Iringa, Abel Ngogo, amesema wanafunzi wanaosoma kozi tofauti na biashara wamekuwa wakijitenga, hivyo amewashauri wanafunzi kufika kiotaabu kwa ajili ya kujifunza ujasiriamali. Wanafunzi wengi hususan vitivyo tofauti tofauti wanajitenga sana kwenda kiotahabu kwa ajili ya kujifunza hivyo wa tunawashauri wa, wanafunzi wa vitivo vingine wa, waendelee kwenda kujifunza kiotahabu sababu kiotahabu inajihusisha na masuala, na, maso, na mambo mengi. Mwanafunzi wa Tehama Chuo Kikuu cha Iringa Zilfa Eliudi amewashauri wanafunzi wenzake kushirikiana na wajasiriamali waliopo chuoni hapo kwa ajili ya kujifunza masomo mbalimbali ya ujasiriamali. Hata kwa sisi, watu, tuliotokea kitivo cha First tunaruhusiwa kwenda kupeleka website zetu pale na tukawapatia tuka watu waki, kilima, waka, waka kwa mfano website inayohusu kilimo wakatupeleka kwa watu ambao wanahusiana na masuala ya kilimo na tukaweza kufanya biashara. Tumetoka kuwasikiliza wanafunzi Chuo Kikuu cha Iringa wakielezea wanaijuaje na wanaielewa vipi kiatahabu na kama tulivyosikia, Kiota Hub sio kwa ajili ya wanafunzi wa biashara tu, bali ni kwa ajili ya wanafunzi wote Chuo Kikuu cha Iringa, kwa maslahi mapana ya kijasiriamali. Nikiripoti kutoka Kiota Hub, Chuo Kikuu cha Iringa, mimi ni Cecilia Gaigai -gai wa UoI Digital. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za mchezo na burudani zitakazota kwak na wiganda ruto. Nikusihi endelea kuwa nasi. Kuelekea katika mashindano ya kitivo katika chuo kikuu cha Iringa, kocha wa timu ya Education FC Linox Feda ameeleza juu ya maandalizi ya timu yake kuelekea mechi ya kwanza katika mashindano dhidi ya timu ya waandishi wa habari, akiwa na dhamira ya ushindi kwa mashindano ya mwaka huu. Hata hivyo, kocha Linox amesema anatambua kundi alilopangwa ni gumu na kila timu ina wazo la kuchukua ubingwa katika mashindano ya vitivo na malengo yake ni kutimiza kuwa bingwa kwa msimu huu wa 2024-2025. Maandalizi yetu yako vizuri kwa sababu tunatambua tuko kwenye kundi gumu na mashindano pia ni magumu. Kila mtu ana idea ya ushindi katika mashindano haya kujengea heshima kitivo chake. Aidha, nahodha wa timu hiyo ya Education Boys Gabriel amesema maandalizi ya timu yake yapo vizuri kuelekea mashindano hayo ya vitivo kwa kila timu pinzani watakayokutana nayo. Aidha, wachezaji wa timu hiyo ya Education wameeleza namna kundi walilopangwa lilivyo gumu na wapinzani watakaoenda kukutana nao wakiwa katika maandalizi kuelekea katika mashindano hao ya vitivo yanayotarajiwa kuanza hivi karibuni. Kundi letu ukiangalia ndio ya timu kama unavyojua inajipanga kundi yake kwa mashindano, kila mtu katika mashindano anategemea kushinda, kwa matokeo mengine anakuja kutokana na mchezo wenyewe utakavyotokea. Kwa jumla, inategemea maandalizi, tujue wenzetu wamejiandaaje kama ulivyopata nafasi ya kumsikiliza kocha, wachezaji, lakini pia kapteni wa timu hiyo ya education kuelekea katika mashindano ya kitivu wanaotarajiwa kuanza hivi karibuni. Nikiripoti kutoka eneo hili la uwanja wa Kigonzire, mimi ni Wiganda Jeremia wa UoI Digital. Asante sana Wiganda Doto kwa habari hiyo ya kimichezo. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo hayo, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho pale, kwa majaliwa. Jina langu ni Telesia Chalamila, ni nikutakia usiku mwema. Asante na kwa heri <mucho>